ondokewa na mama, mama ametangulia mbele ya haki. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maamuzi yake, kwa sababu hakuna mtu anayepingana na Mwenyezi Mungu. Muda ukifika taenda, lakini pili kwa Chidi nilitamani, kwa sababu Chidi ni mtu wa watu, Benzi mtu wa watu, anacheka wa na watu, ana wa utani mwingi Leo ndo tunampumzisha mama yake. Niliamini katika kichwa changu kwamba bongo fleva yote itakuwa hapa, lakini kuna tunajifunza, kuna washikaji wa baa, washikaji wa kuzikana. Lazima hata wenyewe wajifunze, wadau, kwamba kuna ushikaji wa baa, kunywa pombe, kuharibiana maisha. Ke, mtu anayekuelekeza kwenye kwenye kunywa pombe anakuharibia tu life, hamna chochote cha maana. Kwa hiyo tunajifunza, nimewaona hapa wakongwe kabisa Ona Suma hapa maji mona Babu hapa mona Banana mona Misosi mona Kalama wengi sioona long time hapa na nguli askofu hapa, lazima tukubaliane kubebana, lazima tukubaliane kuzikana, lazima tukubaliane kukimbiliana. E, aliyekufa ni mama yetu sote, sio mama yake Chidi. Kwaio linapotokea la msanii yoyote ambaye mama yake ametangulia mbele yake. Kuna vitu vinne. Ukifiwa hivyo mzee, hatari. Cha kwanza baba yako na mama yako au wakifariki, kiboko kabisa, lazima tukimbiliane. Cha pili mtoto wako au mkeo, wanne na cha tano ni wewe mwenyewe. Hiyo cycle haikimbiliki, ya wazazi, mke, mtoto haikimbiliki. Kwa hiyo inategemea sana sasa ile ambushi ya watu waliokuzunguka kukupoza, ndio sisi sasa. Kwa hiyo ni waombe wasanii wote usiwe wepesi sana kwa sababu Chidi hapa ingekuwa mm -hmm. sehemu ya kinywaji wazani tongem Chidi, njoo njoo njoo. Lakini leo ukafiwa na mama yake, ana mama mwingine tena mm -hmm. mm -hmm. ndio huyu mamake mimi mm -hmm. nilitamani hapa niseme hapo pamefula mm -hmm. na hatulazimishi mtu kuja kuzika, lakini kifo <laughs> akikupishi kipo kwako mm -hmm. na kwa mtu yoyote kipo kipo mm -hmm. kifo kwa hiyo jiandae, wewe staa sana, jiandae. Kikija kwako, unaishi vizuri na watu. Wewe ukiwa na fomula ya kujiona pesa sio watu, kuja unaweza ukafiwa na pesa yako watu wasije, vile vile, au unaweza ukawa na, na, na, na mahusiano mazuri ya baa, lakini sio mzikaji. Kwa hiyo mimi kwangu naona kama tuliokuja hapa kwanza, ni washukuru wasanii wa Bongo Flava waliokuja hapa, wa zamani, wote mmeonyesha uwezo wa kupendana sana. Hakuna binadamu mkamilifu. Chidi ana mazuri yake, ana mabaya yake, lakini sisi tumefiwa na mama. Mama wa Chidi ni mama yetu sisi.